Kwa namna pekee tumshukuru Mungu kwa sababu mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano mpaka leo tulikamilisha waliofunga ndoa ni familia sabini na moja. Tumshangilie Mungu tena kwa ajili ya baraka hiyo. Kama tunafahamu mwaka jana waliofunga ndoa zilikuwa familia tisini na nane na mwaka huu umefika sabini na moja, lakini kuna ndoa tena zipo tarehe ishirini na saba mwezi kumi na mbili. Naamini tutakamilisha mpaka sabini na tano, lakini tukiangalia walioandikisha ndoa hapa na walioenda paroki zingine kufunga ndoa, tukiangalia jumla zimefika tisini na mbili mpaka leo. Tumshangilie Mungu tena kwa ajili hiyo. Tumsifu Yesu Kristo. Na natui nafasi kuwashukuru sana nyinyi nyote, hasa kamati tendaji ya parokia, kamati ya mwaka familia na kamati ya ushauri kwa wanakimada, makatekista wote, viongozi wa, wa kigango, viongozi wa kanda na jumia, na hasa vyama vya kitume pamoja na masista wetu wote. Nyinyi nyote mmefanya jitihada sana kuwasaidia wanandoa wetu kuchukua amusi mali kufunga ndoa thabiti, matokeo yake tunaona kama hivi. Naomba tujipongeze kwa jambo hilo. Tena ndugu zangu, tuliona mafanikio makubwa mwaka wa jubilei elfu mbili ishirini na nne uh, elfu ishirini na tatu adhimishwa kama mwaka wa familia. Na tulikuwa tunaendelea kufikiria tufanye nini mwaka kesho adhimishe kwa kuadhimishwa kama katekista mwaka, mwaka lakini kwa uh, majimbo letu kuna utaratibu wao, kwa hiyo tunasubiri, lakini kama kiparokia tunafikiria kufanya maendelezo ya mwaka familia. Tulikuwa tunasaidia wazazi au wazee wetu na tunawapenda kuwasaidia vijana wetu na kuwaimarisha vijana wetu. Kwa hiyo tutaadhimisha kama kiparokia kama mwaka wa vijana wetu, mwaka wa elfu mbili ishirini na sita tutaadhimisha kama mwaka wa vijana. Kwa naomba tushirikiane sisi kama tulio shiriki kwenye mwaka wa jubilee jubilai na mwaka wa familia, tushirikiane pamoja tuwasaidie vijana wetu. Basi natumai nafasi kumshukuru mheshimiwa wa Padri Safari ambaye ni babadakano wetu wa dakania ya Tabora, aliyekubali nilipoomba mara kwanza kabisa, alisema, natamani sana o, napenda sana kushiriki kwenye misa takatifu, lakini kuna matatizo au kuna changamoto zipo, lakini anathamini sana kufika, alisema hivyo na hata alikuwepo Dar es Salaam alifika jana usiku tu, na aliwahi kwa misa hii takatifu, na tumi nafasi kukushukuru sana baba kwa upendo wako na ukarimu wako. Asante sana baba, pia tunakutumi uh, tunakutakia kila heri ya kuwa paroko wa kanisa kuu, anaanza shughuli Jumapili nadhani nadhani Naomba tumshangilie tena kwa jambo hilo. Napenda kumshukuru Mheshimiwa Padri Mathayo kwa uwepo wako, upendo wako, ukarimu wako na msara wote unazofanyia. Naomba tumshangilie tena. Basi nashukuruni sana makatibisa wote, mnafanya uh, kama katikatiba aliyosema, mnafanya jitihada sana kusaidia waamini wote kwa hii sisi tupo tayari kuwasaidia pia nyie, pamoja na nyie, endelee na moyo huu, tuone mafanikio mengi katika parokia yetu. Pia nawatumia nafasi kwa kushukuru sana masista wote kwa upendo wenu, ukarimu wenu, na kwa ujio wenu na pia kwa msaada wenu mnaofanya katika parokia hii. Naomba tuwashangilie na makofi gelegele. Na wanakoya wote nawashukureni sana na ilikuwa siku ya hija takatifu. Na nyinyi samahani sana kwa kuwazuia nyinyi msiende, lakini wengine nadhani wameshaenda. Na nyinyi meimba vizuri, tuliokaribisha nyinyi hasa kwa ajili ile kuimba ule wimbo wa mwaka familia. Tunaamini wakati tunapopiga picha na ule mtaimba wimbo huu, sio sio? Asante sana. Basi tuwashangilie wanakwaya wetu pia. Kwa jitihada zao wanafa